Leo ni siku muhimu sana kwetu sote, kwa sababu ni siku ambayo tunaenda e, kumalizana na nguzo ya nne ya mazungumzo mbele ya halaiki, yaani lugha ya mwili. Tumeshaangalia tayari nguzo tatu ambazo ni kontenti, lakini vile vile e, wasikilizaji au hadhira, lakini vile tumeangalia nguzo ya tatu ya mazungumzo mbele ya halaiki, tuni ya sauti, ambapo tuliangazia kwa namna ya kila moja mchango wake ni katika asilimia ngapi. Na leo tunakwenda kuangalia lugha ya mwili. Lugha ya mwili ni aina ya mawasiliano ambayo haitumii maneno katika kufikisha ujumbe wake kwa wasikilizaji wake ama hadhira wake. Hii ni lugha ambayo utimilifu wake hautumii maneno kama ambavyo nimeeleza, bali hutumia ishara ama gestures kama ambavyo lugha ya maneno inavyotumia maneno kuunda sentensi ambayo huleta maana baadaye, lugha ya mwili pia hutumia ishara mbalimbali mbali ili kuunda sentensi inayoeleweka. Kama ambavyo stadi mbalimbali zinavyoonyesha kwamba zaidi ya asilimia hamsini na tano ya mazungumzo mbele ya halaiki hutegemea zaidi lugha ya mwili ya kwako wewe mzungumzaji, lakini vilevile lugha ya mwili ya msikilizaji wako na hivi unaweza kuona umuhimu huu wa lugha ya mwili katika kiwango hiki cha asilimia hamsini na tano ya mazungumzo mbele halaiki, kumbe yanaratibiwa au yanarahisishwa kwa lugha ya mwili. Na hivi kwa kawaida sitozama ndani sana katika kuelezea namna ambavyo unapaswa kusoma lugha ya mwili ili kuja na maana maridhawa, kwa sababu yenyewe lugha ya mwili huwa inaundwa na bando ya lugha E, bando la ishara mbalimbali mbali, na katika ujumla wake mwishoni ndipo huleta e, majawabu ya kwamba bando la ishara hizi hasa likuwa na maana gani, na ndiyo maana tunasema kwamba gesture huungana na kutengeneza sentesi ambayo huelezea mhemko msisimko ama mtazamo wa mtu kupitia hizo hisia. Mwanafalsafa na mwanasaikolojia Sigmund Freud anasema, nilimshuhudia binti ambaye alikuwa mteja wangu siku ya harusi yake Alikuwa akichezea pete yake ya ndoa kwa kuitoa na kuiweka tena katika kidole chake. Binti huyo alifanya haya yote pasipo yeye mwenyewe kuwa na uelewa wa nini anachokifanya. Mimi nilikuwa naelewa maana ya ishara ile, ndipo mara baada ya siku kadhaa kupita, sikushangaa nilipoambiwa kwamba ndoa yao imeanza kuwa na migogoro. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba lugha ya mwili inatoa pia taarifa ya ndani ya mtu anavyojisikia. Huyu dada kwa tabia yake ile, au kitendo cha yeye kuwa anachomoa pete ya ndoa na kuiweka tena, wakati wa tukio la hiyo siku ya harusi, e, alikuwa anawakilisha kwamba yupo katika ndoa ambayo hayuko katika asilimia zote, anatamani kuondoka lakini anarudi tena, anatamani kuondoka lakini anarudi tena. Ile ilikuwa ni ishara, lugha ya mwili ambayo huyo dada alikuwa anaionesha, lakini yeye mwenyewe pasipo kujua. Na ndio maana mtaalamu wa saikolojia hakushangaa aliposikia kwamba ndoa ya yule binti imeanza kuwa na matatizo. Maana yake ni kwamba e, yeye mwenye binti alishaanza kuonyesha hali hiyo ya wasiwasi na harusi yake. Na hivi kumbe, uh, usahihi wa uchanganuzi wa lugha ya mwili hutegemea ufafanuzi wa ishara mbalimbali mbali, ambazo kwa jumla zinaungana na kuleta maana tarajiwa. Tafiti mbalimbali zinaonyesha na kushahidisha kwamba lugha ya mwili inabeba uhalisia wa mambo mara tano zaidi ya lugha ya maneno. Yani ninachokizungumza na ninachokionyesha kwa lugha ya mwili, kile ninachokionyesha kwa lugha ya mwili kina ukweli ambao uko wazi mara tano zaidi ya ukweli ambao ninaweza kuzungumza kwa lugha ya maneno. Sasa twende tukaangazie ishara mbalimbali ambazo zinapatikana katika lugha ya mwili. Na kwa ujumla katika e, darasa hili la Miliki Steji tutajifunza ishara arobaini e, na tano ambazo zitakuwa zimegawanyika katika e, mrundikano wa ishara kutegemeana na viungo na sehemu za mwili kama tisa hivi. Kwa tutakuja kuangalia ishara za ma mavazi tano, ishara za uso mbili, ishara za macho nne, ishara za midomo nne, ishara za kifua na mabega mbili, ishara za miguu sita, ishara za kichwa saba, Ishara za viganja tatu na ishara za mikono kumi na mbili. Kwa hiyo kabla ya kupoteza muda twende tukaangazie ishara hizi zote katika undani wake. Na hivi video inayofuata tutaangazia kwa undani zaidi ishara hizi zote. Karibu na tuendelee.